Ni vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi wa chama cha ODM mashinani baada ya makundi mawili kutofautiana katika eneo bunge la Ndhiwa, kaunti ya Homa Bay. Vurugu hizi na zilizopelekea watu watatu kuuguza majeraha ya panga. Sasa viongozi wa ODM kaunti ya Kakamega wakikashifu vurugu hizi, pamoja na zilizotokea katika kaunti ya Kakamega, ambapo afisa aliyekuwa akiendesha shughuli ile alipigwa na kutekwa nyara na watu wasiojulikana. Alihaijakiwa na mikora na watu ambao ha, sijui walitoka wapi, wakamkidnap, wakampiga, wakamlazimisha yeye asaini zile forms walikuwa wamekuja nazo na vile alikataa, akasema, mimi zile forms kulingana na utaratibu wa kazi nimefanya kazi yangu na nimetumanisha, walimharasi, wakampiga. Viongozi hawa wakiwataka wakazi kudumisha amani wakati uchaguzi unaendelea, wakidokeza kuwa afisa aliyekuwa akiendesha shughuli ile alinusuriwa na maafisa wa polisi, ila alipatikana na majeraha mengi. si watu wa ODM ni watu wa roho moja tunafanya kazi yetu pamoja, tunapendana, kutoka chini mpaka juu. Hata vile baba ameshikana na, na, na baba wetu Ruto tumefurahi. Tunakaribisha wamemba wote waingie kwa ODM. Kila ambayo ilifanyika jana haiko kwa kitu mzuri, kwa sababu kama returning officer anaweza kuwa hijacked na kupigwa na kuumizwa, sio kitu mzuri, ni binadamu kama sisi. Kukua returning officer imenishi ya kwamba ni mnyama ingine Returning officer ni, ni binadamu kama sisi, lakini nashukuru officers wetu wa polisi walifanya kazi mzuri na kusaidia huyu kijana, lakini alipatikana kama ameumizwa zaidi. Viongozi vile vile wa Kiislamu Migori vilevile wamelaani vurugu hizo, wakiwataka viongozi wanaoingilia uchaguzi huo kusitisha, kwani kwa kufanya hivyo wanazua vurugu zinazoweza kusababisha maafa nchini. Uchaguzi wa ODM ikifanyika kwa nidhamu ile sheria inatakikana. ODM, chama maarifu, hata kuwa na shida uchaguzi na koroga, na watu nakaa huko juu, wanatuma choo yao huko juu, wanataka fanya bila, wanataka wanataka ile watu ingie, wataka ingie, wanataka watu isipotaka akainji, na hiyo sio vizuri. Aidha, wametaka wananchi kupewa fursa ya kuwachagua viongozi wanaotaka kuwawakilisha katika chama hicho mashinani. Wananchi apewe uhuru wachague mtu anataka. Taka hiyo ndio uchaguzi halali ambao tutakubala naye, lakini kwa kifupi, naomba uchaguzi wa Suna West kwa sasa hivi ifanye nini? Isimamishwe, isikubalike. Meri Kialo, Undugu TV.